Nimekuja na wataalamu wangu wa TASAC kuangalia maeneo gani ya kukamilisha ili meli ifanyiwe majaribio ya mwisho kabla ya makabidhiano. Maeneo yaliokamilika kwa asilimia zote kuanza eneo la injini. Injini room imeshakamilika, mitambo yote imefungwa na imeshafanywa majaribio na inafanya kazi vizuri, kwa hiyo injini imekamilika, lakini sehemu pia ya kuongozea meli imekamilika lakini tuliona kuna changamoto kidogo, kuna maeneo ya vioo vya kuangazia ambazo tumekubaliana na mkandarasi anaifanyia kazi kurekebisha. Lakini imekamilika maeneo aliyobaki hasa ni vyumba vya kulala so vya kukaa. Kuna vyumba vya kukaa viti tayari kote vimefungwa, lakini kuna vyumba vya kulala vya madaraja ya juu. Kwa hiyo ndio mkandarasi tunategemea ndani ya wiki moja mbili, mzigo wake utafika afunge. Na katika kupitia leo, kitu kikubwa ambacho tukiona ni mapungufu tu machache ambayo mkandarasi tulikuwa naye katika kuulizana ku, anaonekana atakamilishwa ndani ya wiki tatu kuanzia sasa, na ndani ya wiki moja kuanzia sasa majaribio. Mkandarasi ametuma wataalamu wake ili waanze kufanya hizo commissioning test, kwa sababu kuna majaribio tofauti ya engine, deck na maeneo mengine, ili meli sasa ianze kufanya shughuli za kutoa huduma. Lakini sehemu pia ya kuongozea meli imekamilika, lakini tuliona kuna changamoto kidogo, kuna maeneo ya vioo vya kuangazia ambazo tumekubaliana na mkandarasi anaifanyia kazi kurekebisha. Ziwa Victoria ni ziwa ambalo Afrika nzima shughuli za kiuchumi ni kubwa sana, na kuna biashara kubwa ya uvuvi, usafirishaji wa watu na mizigo, lakini unaona tena meli kubwa kama hii. Kwa hiyo serikali kwa kuliona hilo iliamua kununua meli ya matibabu ambulance boat. Na ikifika hapa, nayo itafanywa majaribio na mkandarasi kwa kushirikiana na wataalamu wetu wa tasnia ya meli inayomilikiwa na shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC. Kwa hiyo itakuwepo hapa lakini pia kuna boti zingine mbili zinakuja mwisho wa mwezi huu, nazo zinakuja Mwanza, ambazo hizo ni boti sasa za kwenda kuokoa uh, meli ya uokozi kwa sababu itatusaidia pia, itatusaidia sana. Kuna vitu vingi sana vinatokea katikati kwanza ya maji, lakini pia itatusaidia kwa maana ya mikoa ile ambayo inaunganishwa kwa maji kirahisi. Unajua, ukitoka hapa kwenda Bukoba kwa meli kama ni express, ni karibu kuliko kutumia basi. Kwa hiyo itaturahisisha sana sana na itasave muda wetu pia. Tunatamani sasa serikali kwa sababu tume uh, tunaona kwamba kwamba tunasikia kama wananchi kwamba kila meli meli itazinduliwa mwezi huu. Tunatamani sasa meli izinduliwe na ianze kazi kwa haraka kwa haraka, kwa sababu tumeisubiri kwa muda mrefu. Meli ya MV Mwanza, hapa kazi tu. Itakapoanza kazi kwa sisi wajasiriamali, kwanza tutanufaika na tutapata fursa mbalimbali, mfano ambao wanauza ndizi, lakini pia wanaouza maparachichi, wanaosafirisha mizigo yao watapata fursa.